Timu hii mnaiona inabashasha kweli kweli, na hii ni alama ya namna ambavyo Wizara ya Elimu tunafanya kazi. Kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo, lakini kwa kweli kuwapokea viongozi wetu na hata kuweza kuwaonyesha kwamba tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda wala yeye siyo mgeni. Yeye sio mgeni, yaani yeye, yeah, amerudi nyumbani. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, karibu sana, karibu tena Wizara ya Elimu. Kuna mengi ambayo umeyaanzisha kwa kushirikiana na timu hii nzuri unayoiona. Ninaamini Mheshimiwa Raisi hakufanya makosa kurudisha. Ana sababu, ana sababu mahususi ya kurejesha katika wizara hii, lakini aliona hutaweza kufanya hivyo peke yako bila kukuletea jembe lingine. Mheshimiwa Wanu ana uzoefu sana wa shughuli za kielimu, mimi nishatembelea mpaka kule Makunduchi. Nikaona shughuli mbalimbali za kielimu anazozifanya kule. Kwa hiyo, Mheshimiwa Wanu sio mgeni kwenye sekta ya elimu. Ila ataleta uzoefu tofauti na ule ambao Profesa Mkenda alikuwa nao na ule ambao timu yetu ya ushindi uko nao. Kwa hiyo, Mheshimiwa Wanu anakuja kujazia pale ambapo tulikuwa hatujafika. Kwa hiyo, Mheshimiwa Wanu ninakukaribisha sana katika wizara ya elimu na tunaamini uh, tutatengeneza timu bora kuhakikisha kwamba yale matamanio ya Watanzania ya kuwapa elimu bora, tena sio bora tu, elimu inayokidhi mahitaji ya nchi yetu na mahitaji ya kimataifa, inamfikia kila mtoto wa Kitanzania. Tuna slogan, tuna slogan ndani ya wizara ya elimu: hakuna atakayeachwa nyuma. Kwa hiyo tunaamini, uteuzi huu wa Mheshimiwa Rais aliona kabisa kwamba nyinyi mtatengeneza timu iliyo bora kuhakikisha kwamba matamanio ya Watanzania katika sekta ya elimu yanafikiwa, na hata leo ashatupa maelekezo namna kuhakikisha kwamba kweli kiu ya Tanzania katika elimu inajibiwa. Wizara yetu tumezoea kuifupisha tu wizara ya elimu, lakini kuna neno sayansi na teknolojia. Watumishi hawa mnaowaona ndio wanatengeneza architect ya elimu, sayansi na teknolojia ndani ya nchi yetu. Ni watumishi wasikivu. Yale ambayo labda ni azime neno ambalo Mheshimiwa Rais analitumia, ya yale ambayo tunatamba nayo katika Wizara ya Elimu, yale yametokana na weledi na umahiri wa watumishi hawa wote mnaowaona mbele yenu Kwa hiyo viongozi wetu, sisi tuko tayari kufanya kazi na nyie, sisi tuko tayari kupokea maelekezo yenu, tukitambua kwamba sisi sote sote tunaenda kuwa timu ya ushindi. Tuna timu ya ushindi, wizara ya elimu. Tumeongezewa nguvu, tumeongezewa weledi, tumeongezewa utaalamu na experience tofauti. Kwa hiyo timu hii ndiyo itapeleka Tanzania yetu kule inakotakiwa. Waheshimiwa viongozi, ninaomba niwakaribishe sana kwa niaba ya watumishi hawa wenzenu katika wizara yetu, na ninaamini mtafurahia kuwepo wizara ya elimu. Profesa Mkenda anajua ladha hiyo, nafikiri atakuwa na kumegea kidogo kidogo, eh, ladha ya kuwa wizara ya elimu. Sisi ni ndugu moja, tunapendana, tunashirikiana na tunafurahi sasa timu yetu imeongezewa ubora kwa kuungana nasi katika timu hii. Sasa basi, kwa maneno haya machache tunasemaje kwa viongozi wetu? Hebu lete kile kibwagizo kizuri. Inayo oh, ina furaha kubwa Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri simama mbele ya hadhira hii kwa ajili ya kuzungumza maneno machache kwa niaba ya watumishi wa wizara walioko ndani ya wizara, lakini na taasisi za wizara. Mosi, tunawapongeza sana kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kupewa jukumu hili adhimu na muhimu la kuhakikisha kwamba elimu sambamba na sayansi, teknolojia na ubunifu vinazidi kuchangia katika maendeleo na mustakabali wa taifa hili. Hongereni sana. <coughs> La pili, kwa tabasamu na bashasha kubwa, kwa niaba ya wafanya, watumishi wenzangu tunawakaribisha sana katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, karibuni sana. La tatu, Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri, kwa niaba ya watumishi, tunawahakikishia ushirikiano, uchapakazi na utumishi uliotukuka, ili kwa pamoja tuhakikishe kwamba malengo ya taifa letu katika sekta hii yanafikiwa na yanabadili maisha ya wananchi wetu. Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, na naomba nimalizie kwa staili kidogo. Napenda maneno ya Kilatini. Mheshimiwa waziri na naibu waziri, walatini wanasema vox populi vox dei. sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Mheshimiwa waziri na naibu waziri, tutaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili awazidishie afya njema, hekma, ustahimilivu na mengine mengi kwa kadiri ya mapenzi yake, ili jukumu hili limlokabidhiwa muweze kulitekeleza kwa kadiri ya mapenzi yake na mapenzi ya Watanzania. Mwisho kabisa niwashukuru tena na niwakaribishe wizarani. Elimu juu, Elimu juu. Sayansi ya teknolojia y juu, juu. Asanteni kwa kunisikiliza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.